Je, yeah, kwa Kiswahili sasa lile neno pressure huwa ni nini? Ugonjwa wa moyo. Pressure, kuna ugonjwa unaitwa pressure, si ndio? Kwa Kiswahili ndio unaitwa pressure. Kwa eh hey, kwa Kiingereza ndio unaitwa pressure. Je, kwa lugha ya Kiswahili unaelewa ugonjwa unaitwaje? Ugonjwa wa pressure kwa Kiswahili, neno pressure linamaanisha sababu nini, au kuna pressure ya juu na pressure ya chini. Je, kwa Kiswahili sasa lile neno pressure huwa ni nini? Ugonjwa wa moyo. <laughs> <laughs> saizi kushika nywele, ambia kwamba